Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813, 813. Diamond Platinums ameweka wazi kwamba Bugatti inakuja, iko njiani, yaani ameagiza gari aina ya Bugatti Niko njiani kufika Tanzania. So ameshare kwenye page yake ya Instagram, hapa aliweka video ambayo inaonyesha Rolls Royce yake ikiwa imepaki pale nyumbani kwake. Alafu ameandika I'm tired of this Rolls Royce. I can't wait for my Bugatti to arrive home. Ameweka na emoji kama analia kwamba ameichoka hii Rolls Royce. Eh, ana hamu kubwa na hawezi kusubiri, eh, Bugatti yake ikifika nyumbani aka Bugatti au sio ikifika nyumbani. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi kwenye parking pale. E, mambo yanazidi kuwa mazuri parking na shiba vitu vya gharama kubwa sana. Unazungumzia Bugatti ni hela nyingi sana, a lot of money ambazo unalipa una ili kupata gari kama hii hapa. Let's wait and see, lakini so far kwa hiki ambacho amekiweka hapa ni kuthibitisha kwamba Bugatti is on the way, au sio? Shout out kwake, he's living large man, ametengeneza hela nyingi sana. Sasa hivi maisha yake ni very expensive kuyaishi sio jambo rahisi sana. Uh, sasa hivi kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine anatumia private jet uh, lakini pia msafara wake tu kutoka nyumbani kumpeleka airport, ama akienda kwenye shughuli yoyote, namna ambavyo uh, ana pull up sio so mchezo mchezo, convoy moja ya hatari sana. So imagine Bugatti nao inaongezeka kwenye msafara, Bugatti Rolls Royce na zile Cadillac. Yo, it's crazy man au vipi niambie una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini pia nikukumbushe hapa kusubscribe SNS kwa taarifa nyingine kila wakati